Mboga mboga, mboga mboga, nauza mboga mboga, mboga mboga, mboga mboga, nauza mboga mboga, nauza mboga mboga, mboga mboga. Ah. Nakwambia je? Nenda kwenu Nyamsunga huko, sitaki ukaa na wewe. Toka bwana, nenda kwenu huko. Uongee na nani Aisha, nani nani, mmeo mtoka toka, toka, toka. Nani mmeo nani mmeo ovyo kabisa. Mimi naweza nikawa na mke kama wewe ovyo kabisa, mimi naweza nikawa na mke kama wewe, unamshirikisha unamshirikisha unamshirikisha, wala haimuhusu mi. Nimekutimua mimi kwa mapenzi yangu, hem toka bwana <laughs> mwanamke gani mnene mnene tipwa tipwa tetema, nenda katetemeke kwa leivani huko, ovyo oh, kabisa wewe God Yani akia Mungu, kinituliza wewe eh, natulizika, nakuwa kama maji mtungini, tuli. Lakini yule akinituliza na chaluka umu ndani umu ndani, alikuwa anajia ee tu akia eh, Mungu mtoto <laughs> ah, wa akia Mungu miniloga eh. <laughs> <laughs> <laughs> nime, nime nimetoa space, naingiza space. Mtoto ana kijikalio fulani mboga tofauti nayo ingeweza kukusaidia kwa usumbufu. Hebu, naomba eu kaka, mboga zako mbaya. Hakuna. Ashindwe! Ah, asindwe kweli, usililijua isawa na usiku wa giza iliyacha mbachao kwa msala upitao. Sasa so, hivi naishi maisha ya ngonga, mwana msaka hela huko na kule Nimekuwa nauza mboga sasa. Mwanamke ambaye niliyokuwa naye amenifilisi mali zote, najuta mimi ah.